Watendaji au viongozi vina vitu vya siri na vina vitu ambavyo vinapaswa kwenda public, sio? Yes. Na unajua kuna vitu tunaangalia, muundo wa, wa serikali ya nchi ndo mara nyingi muundo wa taasisi nyingi unashabihiana una nao. mm-hmm. Tumewahi kuona wakati fulani mawaziri wakiapa ndio, yeah, wakati ana hapa kuna sehemu anasema kama sitotoa siri ya baraza la mawaziri. Yeah. Mi labda nimewai kufanya kazi sehemu tofauti tofauti nimewai kufanya kazi sehemu wa... panaitwa MDH iko hapo karibu karibu tu uh, huku huku Mikocheni, okay. Ukifanya kazi ile kwa sababu inahusiana na... na vitu nyeti kidogo kuna kitu unapewa unaitwa oath of confidentiality. Sawa, yes. Kiapo cha usiri yeah. Nasai sasa, ukiwa kiongozi kuna vitu vingine uh, ambavyo vinagusa maslahi mtambuka, mm. Wakati wa kuvizungumza au ukivijua unapaswa kuwa navyo kama siri, mm. Sio kila kitu unachokijua kuna yeah, vingine unavijua ili kukuongezea knowledge. Na ndio maana kama ingekuwa point na ingekuwa rais, ilikuwa simple tu Mkai alipiga simu oh, wataki kumsema Mkai. Yeah. sawa lakini yeah. Unajua kwa nini naye amtaja? Kwa sababu ni kiongozi wa serikali mm. Na ndio sababu ambayo pia hata bodi hawakumtaja. Kwa nini waliwatajia yeye waliwatajia viongozi wenzao kwa sababu viongozi wa bodi na TFF wanayo hiyo taarifa mm. Wanayo, hawajawahi kushea, wameshea na nyie kama viongozi knowing kwamba na nyie ni viongozi, you keep it secret kwa sababu yeah. Uta destabilize mambo mengine, utatakiwa kuhojiwa, utatakiwa uh, kusema abcd zingine. Leo ukiwa kwenye press unaweza ukasema chochote Yeah. Ukiwa peke yako utaishia kulia, sawa. Kwa hiyo jemedari hii inatupa ishara tosha kabisa, huyu kigogo huyu ndo ametufikisha hapa tulipo. yeah, kwa ye, wahili, yeah. I, uzungumza, uzungumza, ya kwa sababu yeye ana mchango wa hili lililotokea. Hii inayozungumzwa nazungumza hata hali hapo ni Machi saba ambao siku ndio ilikuwa pilika Simba unataka kwenda kucheza mazoezi yeah, kama yeye anapiga simu uh, watu wasiingie an yani, anampigia simu ni nani? Anampigia simu ni yule aliyekuwa amesimama getini ambaye ni meneja, asifungue geti ili yeah, simba wasiingie. Yes, kuna klabu nyingine hasa ameizungumza kwamba kulikuwa na walito, walito unsa, wale walitwa wawaitab ambao walitajwa yeah. si ndio? Sasa hata wao uh, sidhani kama walikuwa na mchango mkubwa sana kulinganisha na huyu Mm. Kwa sababu huyu mpaka yule meneja alikuwa anamkubalia asifungue geti, maanake huyu nilikuwa ni top. Yeah. Hata wale, wale, wale mabouncer wale wasinge kuwepo, alafu huyu akapiga tu simu kwamba bana wasiingie, manake Simba bado wasingefanya wasingeingia. Kwa hiyo ana mchango mkubwa wa kutufikisha hapa tulipofika na, na, na huu ni ukweli tu, lazima tuseme tu, tu pengine baadhi ya viongozi wa serikali wasio na uweledi ndo wanatuharibia soka letu la Tanzania. Yeah, uh, naweza kutamka kauli hiyo. Right. No. You are right. Kusabu, kwa sababu no. Wapo ambao wanapendekeza mpaka leo mechi ile isichezwe timu zigawane points. Unajiuliza uh, <laughs> wewe ni kiongozi <Mnjiwa> kweli? Wapi? <laughs> Wagawane points. Watu wataka wagawane points. Ah, unajua nyinyi tokeni tu na statement kwamba huu mchezo bana, basi au upo uh, kila mmoja apate point moja. Why? Kwa kiongozi anajua mpira au anajua vizuri sasa on. mpira wapi ndio unasema hivyo? Hao ni viongozi wetu and we respect them mm. Lakini unajua shida ni moja tu, shida ni moja tu. Niliwahi kuzungumza siku moja, sidhani uh, kama nitakuwa na ndio ntakua uh, <laughs> have to share this naa, siku moja hivi nilikuwa mefanya kikao na kiongozi mmoja, na miliki namiliki wa kampuni sasa okay. Tuna discuss yale mambo ya kana jaribu kuyazungumzia mambo ya mpira kiwanjani. Najua mm, yes. Fulani, mimi kama kimya namsikiliza mm -hmm. tulikuwa wengi sikuwa peke yangu okay. In the boardroom. Watu watoa watu, watu, maoni pale na wengine watu wa maoni yale ya uoga yale ya, uoge, yale ya, uchawa, yeah. Yale ya tajiri tena <laughs> yale. Kwa hiyo, bana lizna yeah, kampuni hizi hizi zinatengeneza vinywaji? Umewahi siku moja kwenda kwenye kampuni zako zinatengeneza vinywaji ukajaribu kiwanjani? Kwa nini uwezi kusema huku? Kwa sababu wewe unahisi hiki kinachotengenezwa huku, wewe una utaalamu nacho the same way yeah. wewe una utaalamu na kile kinachotokea kiwanjani, so usichukue hiyo kitu ukafikiri tu kwamba unaweza ukasema ili kifanyike. The thing kwenye football is we all try to play football mm. kacheza mpira na wazio huko, tunatoka kucheza mpira mnagombezwa na nini, lakini wako ambao walitoboa na wako ambao tulishindwa. Sasa wale walitoboa ndio waliendelea nao kucheza football akaja kuwa baadaye Sawa? Kwa kila mmoja wetu anafikiri ni rahisi kuusemia mpira simply, aliwahi kucheza yeah. aliwahi kufanya hiki sio, lakini baadaye, mpira unahitaji kusoma, unahitaji kufanya hivi, mambo ni mengi mm -hmm. ili uwe na hiyo capability. Kwa what I'm saying, viongozi wabaki mbali na maamuzi ya mpira yeah. tumemsikia uh, waziri, waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo akisema bungeni kwamba ameiachia mamlaka ndozi ya mue kuhusu jambo hili, na mimi nilifurahi, na nadhani serikali iendelee kukaa kimya kama ilivyokaa kwenye jambo hili, waachie mamlaka na watu wao wapambane. Hmm. Alafu mpaka mwisho tuone itakuwaje. Jemedari, unakumbuka kuna siku kulikuwa na mjadala mmoja wa moto sana, mbunge yule Gulamali, mbunge <laughs> uh, kisheku msukuma, msukuma walikuwa wanatoa maoni yao, lakini yeah, kwenye yale maoni waliokuwa wanayatoa kulikuwa kuna facts nyingi sana ambazo zilikuwa zinakosekana yeah. Kwa hiyo hiyo ndio picha iliyoko vichwani mwa wale watu juu ya mpira, na kwa bahati mbaya kuna siku hapa aliwahi kuzungumza uh, David Ouma kukuwepo hapa yeah. alikuwa anazungumza, alifanya interview moja nzuri sana. Kwangu mimi ni moja ya interview bora ambazo zimewahi kufanywa uh, kati ya kocha na, na mwandishi baada ya ushindi ule wa Singida dhidi ya dhidi ya Simba yeah. Alizungumza akasema kwamba uh, watu wanapaswa kuangalia mpira the same way kama ambavyo wanamwangalia mwanasayansi akiwa kwenye maabara mm. uweze kumuingilia mwanasayansi akiwa kwenye maabara. Wewe mkaa leo hii familia yenu inaweza ikawa inamiliki labda inamiliki farmasi. Yeah. Wewe uwezi ukaenda pale wa wafarmasia ambao wamesoma ukaanza kuwaelekeza kwa bana, hivo, hizi dawa siku hizi za dikropa mnaziwauzia watu, mnauzia kwa dozi gani au <laughs> hizi ya zuma kwa sababu zinanuliwanunuliwa sana kwa <laughs> <Mundo> <utiayi. laughs> <laughs> kitibu <utiayi. laughs> una ne. Na, pause, ya, ya. Lakini pia tukiwa tuki tunazungumza uh, katika pumzi hiyo hiyo we need to remember kwamba mpira uh, unachezwa nchi, nchini mm. Na mambo ya nchi yanajadiliwa na serikali na ina part kubwa sana ndo maana tumekaa hapa siku tukailaumu serikali ya Kenya kwa nini haija commit mm. ile dola milioni 30 kwa ajili ya kuwa host wa Afcon mpaka leo. Kwa hiyo kuna mstari mwembamba sana kati ya involvement ya serikali kwenye mambo ya mpira hmm. na kile ambacho uh, sisi tunataka wasiwe involved. Of course hatutaki wawe involved kwenye uh, mambo ya mpira unavyokwenda uwanjani, lakini okay. we need to accept kwamba kuna a certain degree ambayo serikali lazima tuita itahusika ita na masuala ya mpira, kwa sababu mpira Ayaw. ni jambo ambalo lina public interest na yeah. wote katika public tuko chini ya serikali but that doesn't mean kwamba hiyo privilege iwe abused kama hivyo, mtu anapiga simu kwa kusema kwamba bwana, geti lisifunguliwe. At the end of the day, huyo ni kiongozi ambaye anaukosea anaikosea heshima ya uh, nafasi yake katika uongozi, kwa sababu wewe unapokuwa kiongozi alafu unataka umicromanage mpaka jinsi walinzi wanafanya shughuli zao za kufunga na kufungua na mageti hmm, nadhani sio sawa. Unajua, mimi namshukuru Mungu kwamba Watanzania wameanza kupata picha ni nini kinaendelea. yeah. Unajua hapa nyuma kulikuwa kumete, kumetengenezwa picha kwamba Yanga ni walalamishi ni walalamishi wanadeka sana yeah. Lakini always ukweli na uongo havikai sehemu moja havikai sehemu moja ndio pomkai yeah, wani... hata we ungekuwa ni kiongozi wa timu sina uhakika kama ungekubali kupeleka timu kwa mazingira haya. Hiyo ni ngumu, huwezi kupeleka timu kwa mazingira haya ya kupigiwa simu kwamba mechi isifanyike, geti lisifunguliwe, huwezi. Vilabu vinatumia pesa nyingi kusajili wachezaji, vilabu vinatumia pesa nyingi kujiendesha, vilabu vinatumia pesa nyingi kuajiri makocha wenye quality and then mwisho wa siku from noa kiongozi anapiga simu anasema mechi isichezeke. And then watu wanasema kanuni zilitumika kuahirisha mechi. Yanga wamekwenda kasi wanadeka, lakini uhalisia ni kwamba yeah, kuna kitu kiini ambacho kilisababisha hii mechi isifanyeje, isicheze. Bodi ya ligi kama, kama, kama mamlaka ambayo watanzania tunaiamini inaendesha vizuri mpira wetu yeah, ina weakness ya kuahilisha hii mechi kwa simu ya kiongozi mmoja. Sitaki kusema ni serikali, inawezekana ni kiongozi mmoja ambaye ana interest zake za usimba na uyanga kapiga hala simu unadhani bila nguvu kitendo bila nguvu ya kuwa ofisi ya serikali hiyo kiongozi angepiga hiyo simu yenyewe? No, inawezekana ndio maana nasema, unajua kilichosemwa, halijasemwa neno kwamba serikali ilipiga simu ni kiongozi wa serikali, inawezekana alipiga kwa interest zake za Simba na Yanga kwamba mechi siendelee. Kwa sababu gani? Ingekuwa serikali, serikali wamehusika wangesha solve hii ishu, lakini kwa nini serikali wamerudisha tena kwa mamlaka za soka yeah? Mimi serikali hawakuhusika na hichi kitu. Kiongozi kama yeye kwa interest zake za usimba na uyanga kapiga simu. Kitendo cha bodi ya ligi Kuwailisha hii mechi mm, kwa simu ya kiongozi ni weakness. Okay. Tena ni weakness kubwa sana kwa sababu haiwezekani, oh, uwailishe mechi nio, kwa simu ya mtu mmoja. Serikali hawahusiki kama wangekuwa wanahusika wangesha solve hii, hii kitu. Sasa how comes leo upeleke timu uwanjani. Mimi nilikuwa nawaambia watu watu nasema Yanga Yanga hawezi sijui kumkaba Elie Mpanzo. Come on guys, wa, Yanga wanachokifanya hawana shida na Simba. Yanga wanatetea mpira wa Tanzania. Ndio, kwa sababu ya uhuni unaoendelea Yanga ukisema unaiogopa Simba ni utovu wa nidhamu. Yanga wamecheza na Simba mechi tano zilizopita dabi, Simba hajashinda mechi hata moja yeah. how comes useme hiyo timu inaiogopa Simba uwanjani, lakini kinachotokea ni kwamba wanatetea, wana haki ndo, ndo msemo ambao unaendelea hmm. you see, ndo msemo ambao unaendelea lakini, kiuhalisia leo tunapata picha wa Tanzania wanajua nini kiini kilichosababisha hii mechi sifanyeje? Yeah. Isichezo, kwa hiyo hatuwezi kuwa na viongozi wa namna hii ambayo ambao wanatuletea mijadala mibovu kwa miezi minne mfululizo. Oh, nakuja, nakuja, nakuja. Uh, Hansi, unakubaliana na mimi sasa. Kuna siku hapa tulikuwa tunazungumza kwamba hawa viongozi ambao wamepewa mamlaka pale TFF yeah. pamoja na bodi ya ligi wakati mwingine eh, wanapata mashinikizo mazito kweli kweli na wanashindwa kutoka kwenye hayo mashinikizo una, lakini, ruhusu, ndio, ni, ndio, ni connect pia na doti ya matakwa manne kwa sababu ulichoniuliza ni kama vinaendana. Naomba jibu kwanza hili ili la matakwa manne tutalitazama hili. Una, the issue ni kwamba mm, tunahitaji kuwa na na na, na na na na, chombo huru, yani bodi iwe ni, ni, ni chombo huru, na ndio nikafika hatua nikasema je, Hans ni kifoweka Awe... pale Jeff, tulia kidogo mm. Hans ni kikuweka pale bodi ya ligi ama uwe rais wa TFF yeah, kwa hizi simu hizi zinazotoka kwa vigogo mm. Ungeweza kuliendesha hili soka la Tanzania? mimi mimi mimi nataka nikuambie kitu kimoja no. Kwa sababu mifano mingi tunaiga kwa wenzetu ambao wametupita. Ukitazama uh, EPL, bodi ya, ya, ya EPL walishaona kwamba kuna changamoto zinaendelea, mara sio viongozi, watu wenye impact influence na nini, walichokifanya sio kuifanya bodi ya EPL kuwa chombo huru Ndio. bali walifanya kuwa ni kampuni huru ambayo inamilikiwa na vilabu vyote ishirini. Ndio walichoenda mbali zaidi ni kwamba hiyo kampuni huru, kila klabu ya EPL itakuwa na neno sawa na klabu nyingine. Yani, haiwezekani Manchester United wana sei kubwa kuliko Brighton of Albion. Brighton na Manchester wote wana sei moja, you understand? Lakini ile kampuni huru wakasema itatakiwa kusimamia kanuni zote za ligi, okay, ambazo ziko chini ya FA, UEFA na FIFA, lakini pia watatakiwa kutatua migogoro yote inayotokea kwa uhuru mkubwa, kwa sababu ni kampuni huru. Kwa hiyo ukitazama, ni kwamba wewe kiongozi, sijui wa nchi nini, utapiga simu, yeah. Ukipiga simu ile, ni kampuni huru, hawatofanya kama wewe unavyotaka watafanya kwa matakwa ya mabosi wao ambao ni wamiliki wa vilabu vyote ishirini kwa, kwa, kwa, kwa kurekebisha walichosema yeah. Uh, Premier League wakati inaanzishwa mwaka 92 uh, kutoka kwenye ile old first division. Uh, hiki anachokisema ans kwamba uh, waliamua watengeneze wa bodi ambayo ni huru, sio kwamba ni kitu ambacho kilifanyika hivi, hivi, hivi recently ni utaratibu wao kwamba walitengeneza na, na ilifanywa hivyo hivo for uh, ku commercialize EPL mm, lakini pamoja na hayo bado kuna timu ambazo zinajiita big six ambazo huwa zina, zinafanya vikao several times yeah, wao kama wao wa interest za uh, za watu wengine bado it is the same league ambayo league yeah. Nottingham Forest Everton wamewahi kukutana na points deductions, lakini Man City mpaka leo kwa sababu ya nguvu yao ya kifedha na the fact kwamba kuna serikali nzima ya UAE ambayo iko nyuma yao mm -hmm. uh, hawajawahi kufanya kitu and there's a very good chance zile kesi 130 uh, wanazo, wanazokuwa wanazo accused yeah. zikapita bila consequence yoyote kubwa in spite of push kubwa ambayo inatoka kwenye timu zingine kwa mm -hmm. Man City kwa wae sanction. Kwa hivyo picha ambayo anaipaint hapa Hans kwamba kila kitu ni smooth sailing kwenye EPL kwa sababu ya uhuru wa bodi Hmm. Uh, kinaweza kisio kwa asilimia mia moja kwa sababu okay, kuna vitu vingi vinatokea vina, vina huko chini. That's one. Second, uh, mimi nakubaliana na Yanga asilimia mia moja wanapodai uhuru wa, wa bodi ya ligi no, ambacho uh, I find curious na a bit hypocritical, na niliwahi kusema hii itakuwa mara kama ya milioni na laki tisa, narudia utafsiri, hypocrisy ni unafiki. Uh, there's no way wewe bodi ya ligi ambayo imekuwepo bodi ya ligi utamsaidia jemedari imekuwepo kwa miaka mingapi? Toka modern, toka iitwe bodi ya ligi, Almost 20. Karibu miaka 20 kuanzia mwaka kuanzia kwa mwaka elfu mbili na, na nne ilikuwa ile ndio nadhani iliundwa kwa mara ya kwanza baada ya restructuring ya, ya, ya TFF kutoka kwenye ile Old Football Association of Tanzania. Sawa, imekuwepo bodi ya ligi katika mfumo huo huo na wao as a club ni kitu gani ambacho hawajakiona miaka yote hii waje kukiona sahivi? forget about, sasa hivi kwa maana ya huu mwaka tulioko, hmm, lakini hata baada ya msimu uh, uliopita kwa mfano hata na, na hii issue ya wanayosema ya kutopewa fedha za udhamini sawa, ndio sawa, ndio ndio modality ile ile, kwamba yani kama kulikuwa na madudu ambayo nyinyi mnayaona toka msimu unaanza unapojipa, unapo wanaharakati sasa hivi yeah, wa kuyataka yes, hayo madudu yasiwepo, and we all want to madudu yaondoke katika mpira okay. Mtu anayeunga mkono lakini ile wewe kudai hayo madudu hmm. na kwamba kila siku kuna kitu kipya kinaibuka. Kila baada ya kuona hiki kimekwama kinaibuka kipya. Baada ya kuona hiki kimekwama kinaibuka kipya. Hmm. It betrays intentions zako. Yaani inasaliti ile dhamira yako ambayo wewe unaihubiri kila siku. Kwamba wewe na mimi nataka uh, kupigania mpira yeah. Ungeweza kupigania wakati msimu unaanza, sawa? Ulikuwa wapi wakati msimu unaanza unataka kupigania mpira wakati msimu unakwenda kuisha? Hasa msimu unaanza haya uh, okay. Madudu yalikuwa shaonekana. Sawa. Yanayoendelea haya madudu. Hilo mmeulizana swali nataka tusitoke hapo na, na, na, na cha kushangaza Nis... unajua unajua, bodi ya ligi inawakilisha vilabu karibu 48 vya, yes, vya ligi kuu na madaraja mengine sawa. so, eh, madudu hayo ambayo wanayaona Yanga peke yao ni yapi? E, Evans ilikuwa anataka kumalizia katika kile ambacho tumeanza nacho alafu sasa tuelekee katika yale matakwa manne ya wananchi Kuna kitu amekiongea Hans kwamba yeah, yani Africans wanaonekana bani watu wa kulalamika, na sasa hivi wanaonekana wanaupigania mpira wa Tanzania. Mara ya kwanza kabisa ni Africans walikuwa wanadai alama tatu, alama tatu, alama tatu zilikuwa ni kwa ajili ya mpira wa Tanzania, ilikuwa ni kwa sababu yao binafsi okay. Wameenda kasi na kila kitu kilitokea kama ambavyo kilikuwa, wakarudi hapa, wametafuta sehemu nyingine ya kutokea. Baada ya hizo alama tatu kuonekana, hakuna mahali wanaweza wakazipata, wamekuja wametafuta kitu kingine ambacho, tumeenda kwenye yale yaliyotokea siku ya mchezo. Kwa nini mchezo umeahirishwa? Amezungumza jana, hali huenda hata alikuwa jua kama kuna simu ya kiongozi imepigwa, mm -hmm. Amejua baada ya kikao, na ndo maana hawakuwahi kuzungumza huko nyuma kwamba kuna mtu amesababisha mchezo usichezwe. Wao wanahisi ni bodi ya ligi ila hata bodi ya ligi wenyewe kumbe kilichosababisha mchezo usichezwe, okay. Kuna mtu ndo alipiga simu kwa hiyo kuna wakati kwa, kwa kuna nini ku, walijua ishu ya kiongozi walijua kwa nini hawakuzungumza? Si wanapigania mpira wasa wata, wata, wao ndio wenye wajibu wa kuzungumza. Sa, laki wa lakini mimi nafikiri jambo ni moja, tukienda huko kote tukirudi tena kwenye namna ambavyo Yanga walichukua maamuzi ya kutokukaa na bodi ya ligi. Pengine wangekaa na bodi ya ligi mapema, hayo yote wangeyajua mapema. Hili hili la huyu kigogo aliyepiga simu huyo, na pasi na shaka, hapo alipo, inakuwa nafsi yake inamsuta kweli kweli <laughs> kwa sababu ametumiza kichwa kweli kweli, anautia mpira doa karibu mwezi